Sehemu ya kwanza. Naitwa Kajembe, mimi ni mzao wa mkoa wa Morogoro ndani ya nchi yetu hii ya amani ya Tanzania, nikiwa ni mtoto wa tatu na wapekee niliyesalia katika familia yetu, mara baada ya ndugu zangu wawili kupoteza maisha katika ajali mbaya ya gari iliyomwachia ulemavu wa kudumu babangu. Familia yetu ilikuwa masikini sana, na tulitegemea zaidi kilimo lakini ulemavu alioupata baba ndiyo ukawa chanzo na kichocheo kikubwa cha ugumu wa maisha. Tegemeo kubwa alikuwa ni baba, baba ambaye sasa hakuwa na uwezo hata wa kutembea mwenyewe. Mama alishafariki muda mrefu, na sikuweza kujua ukweli huu hadi pale mama wa kambo niliyedhani ndiye mama yetu alipomkimbia baba mwaka mmoja zaidi toka alipopata ajali. Hii yote ilichochewa baada ya kuona hana msaada zaidi kwake. Hapo ndipo baba aliponambia ukweli kuwa yule mama hakuwa mama yetu mzazi, na alimuoa baada ya mama yetu kufariki, kipindi hiko mimi nikiwa na miaka miwili tu. Sasa tulibaki mimi na baba, na ndio kwanza nilikuwa na miaka kumi na tano. Japo nilijaribu kujitahidi kuchukua nafasi ya baba kwa kufanya kazi za vibarua mashambani na kubeba mizigo sokoni lakini bado sikuweza kumlea vizuri baba yangu ambaye alizidi kudhoofika siku hadi siku ama. Kweli baba yangu aliteseka sana kabla ya kifo chake. Hakukuwa na msaada wowote kutoka kwa ndugu ndugu ambao hawakuonesha kujali wala ukaribu nasi, japo nilijua kuwa ninao ndugu. Ili nilazimu niache shule ili niweze kuwa karibu na baba ambaye alikuwa ni mlemavu, na mara zote nilijitahidi kwenda kwa ndugu wa jirani kuomba msaada hapa na pale, lakini mambo yalikuwa tofauti. Sikujua kwa nini ndugu wakuwa jirani nasi na ulitutenga kiasi kile, tangia ulipotokea msiba wa ndugu zangu ambao ndio uliompa ulemavu baba. Lakini kuna moyo nilijipya moyo. Huu ulitokana na mtu mmoja ambaye nilimfahamu kuwa ni mjomba. Mjomba nilimtambua siku ya msiba kuwa anaishi jijini Dar es Salaam, na ndiye aliyechangia kiasi cha pesa na kumsimamia matibabu ya baba pindi alipolazwa hospitali Morogoro, huku akifuatilia pesa ya bima iliyotokana na ajali ambayo sikujua hatima yake ilishia wapi. Na tangia baba aruhusiwe kutoka hospitalini, mjomba hakuweza kurejea tena kijijini kutuambia chochote. Kabla ya kupata ulemavu, baba yetu alikuwa mkulima hodari sana pale kijijini na alisifika kwa hilo alikodiwa mara kwa mara kulima mashamba ya watu na kujipatia kiasi cha pesa kilichotusaidia kuishi vizuri kidogo. Na kitu kikubwa tulichomiliki nyumbani ni nyumba, nyumba ndogo ya nyasi na tupe. Lakini ulemavu aliopata ndio kazima ndoto zote na hata kujikuta naingia katika majukumu ambayo bado umri wangu hayakufikia, na nilitakiwa niwe shule. Kwa kipindi hicho mara nyingi baba ya kupenda niwe mtu wa kumsafisha ama kumuhudumia lakini sikuwa na jinsi, ilibidi nifanye hivyo. Alinitazama kwa huruma na mara nyingi alikuwa analia lia, huku akiniomba msamaha. Nakumbuka alikuwa ananambia nisamehe mwanangu, najua unateseka kwa ajili yangu, nami sipendi iwe hivyo, lakini yote ni mipango ya Mungu. Sikuwahi kuona kinyaa wala kupatwa kichefuchefu kumsafisha baba, kufua kuzua haja zake, kwani nilijua ni jukumu langu na kukuwa na msaada mwingine wala mtu wa kumsusia mzazi wangu. Kumbe sikujua kiasi gani namuumiza moyoni mwake, na pindi nilipokuwa natoka, baba alijitahidi kusota tuye mwenyewe kwenda kujisaidia choni. Nadhani ni mawazo na maumivu ya moyo yaliyochangia sana kifo cha baba, ambaye nilistukia siku moja akiwa amelala moja kwa moja baada ya kuanguka choni pindi aliposota kwenda kujisaidia mwenyewe. Ilikuwa siku ambayo nilipotoka mnadani, ambapo nilipeleka mizigo ya mikungu ya ndizi. Nilimwita baba kwa muda mrefu sana, akutika, wala nilipomwangalia chumbani kwake sikumwona. Ndipo nilipobutwaika na kumkuta choni, ameanguka, povu likiwa linamtoka, hali iliyofanya niwaite majirani, ambao ndiyo walithibitisha baada ya kumtoa na kugundua kuwa ameshafariki. Huo ndo ulikuwa mwisho wa baba yangu mpendwa. Baba ambaye nakumbuka neno lake kubwa kwangu lilikuwa ni msamaha, msamaha ambao sikujua kwa nini alikuwa ananiomba msamaha mara kwa mara. Sikuwahi kuona makosa ya baba. Nilimlilia na kuumia sana kumpoteza. Ndugu wanafiki walijitokeza tena baada ya msiba wa baba, na kwa pamoja tulimzika. Sasa nikawa yatima kamili nisiye na msaada, ningali hata sikutimiza umri wa kuitwa mtu mzima <sighs> moyo wangu ulikinai maisha ya kijijini na kuchukia kabisa, kwani upweke niliokuwa nao ulipita kifani. Hapo ndipo nikapata wazo la kumtafuta mjomba ambaye alionesha wala upendo kidogo kuliko ndugu wote wa pale kijijini. Ilikuwa ni miezi miwili baada ya matanga na ndipo nilipoanza kuuza nyumba yetu ambayo ndiyo ulikuwa urithi mkubwa na wa pekee niliyoachiwa na baba. Moja kwa moja, kiasi kidogo nilichopata nilichanganya na kile nilichodunduliza kwenye vibarua, na hapo ndipo safari yangu ilipoanza, safari ambayo niliamini ni ya jijini Dar es Salaam kumtafuta mjomba ambaye kwa msiba wa baba hakutokea tangia kipindi alipokuwa anafuatilia zile pesa za bima ya ajali sikujua wala kuhisi kama safari yangu inaweza kuwa ndefu zaidi. Sikujua nini kinaenda kunikuta siku ninayopanda basi kuja katika jiji hili maarufu zaidi nchini Tanzania. Ah, sikufikiri kama siku moja ningefika nilipofika, na kufanya haya niliyoyafanya ama kuja kuwa hivi nilivyokuwa. Na yote hii ni baada ya mazito yaliyonikuta jijini Dar es Salaam. Ah. Awali nilijua safari yangu ni ya jijini Dar es Salaam. Lakini jiji hili ndilo lililopelekea kuongeza safari ya maisha, safari zaidi ya kufikiria, kufika nchi ya Afrika Kusini, nchi ambayo tulizoea kupaita bondeni kwa Mandela. Hakika ni maisha ambayo sitokuja kuyasahau kamwe, na kila kitu kilizikwa huko. Kama umepata bahati ya kusoma ama kusikia hadithi yangu hii, naomba utulie na usikilize kwa umakini kabisa, hususan wewe kijana, ambaye bado una safari ndefu katika maisha yako. Naamini utapata faida na funzo kubwa kupitia maisha yangu ambayo yatabaki kuwa hadithi isiyosahulika. Hakika tulizama, tukafa, tukafufuka bondeni kwa Mandela. Usikose sehemu ya pili kujua nini kiliendelea. Mkasa huu umetungwa na kusimuliwa nami Hussein Bakari maarufu zaidi kwa jina la mtoto wa Beka ama T-Control. Unaweza kuncheki kwa namba zangu za simu 0675103121 ama tembelea ya Facebook mtoto wa Beka ama pia kwa email,